Jambo, hii ni Arusha One Radio. Mimi ni Awadh Rashidi. Waziri wa Mambo ya Kigeni wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Saidi Abbas Arghachi amekashifu juhudi za utawala wa kizayuni wa Israel za kuishurutisha Tehran na kuonya kwamba shambulio lolote la kijeshi dhidi ya taifa hilo litajibiwa mara moja. Katika ujumbe alioutuma kwenye mtandao wake rasmi wa ex Abbas Arghachi amepuuzilia mbali vitisho vya Israel na kusisitiza kuwa vipo mbali na uhalisia, huku akionya kwamba shambulio lolote la kijeshi litakabiliwa na jibu. Dhana ya Israeli kwamba inaweza kuamuru Iran ifanye kile inachotaka au isifanye isichokitaka imejitenga na ukweli na haifai kupewa jibu, alisema Arghachi. Arghachi amesema kinachoshangaza hata hivyo, ni jinsi waziri mkuu wa utawala wa kizayuni wa Israel Benjamin Netanyahu anavyosema kwa ujasiri kile ambacho Rais Donald Trump anaweza na hawezi kufanya katika diplomasia yake na Iran. Amesema kwa urahisi, washirika wa Netanyahu katika timu ya Biden iliyoshindwa ambao walishindwa kufikia makubaliano na Iran wanatilia shaka mazungumzo yetu ya moja kwa moja na utawala wa Trump na kuyaona kama yale ya JCPO. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Iran amesisitiza kuwa hakuna chaguo la kijeshi na kwa hakika hakuna ufumbuzi wa kijeshi wa shambulio lolote dhidi ya Iran ambalo litaachwa bila kupewa majibu. Rais wa Marekani Donald Trump hivi majuzi alisema kuwa ana uhakika mkubwa kwamba utawala wake utaweza kufikia makubaliano na Iran kuhusu mpango wake wa nyuklia na Teheran. Na tukisalia huko nchini Iran, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Ali Khamenei ametoa salamu za rambirambi kwa familia zinazoomboleza wahanga wa mripuko mchungu katika bandari ya Shahid Rajae katika mji wa kusini wa Bandar Abbas na kutaka uchunguzi wa kina ufanyike kuhusiana na tukio hilo. Saidi Ali Khamenei amesema tukio la kutisha la moto huo katika bandari ya Shahid Rajae limetia taifa zima huzuni na wasiwasi. Ayatollah Khamenei amewataka maafisa vya usalama na mahakama kuchunguza iwapo kulikuwa na uzembe wowote au vitendo vya makusudi ambavyo huenda vilisababisha maafa na kuchukua hatua za kisheria zinazohitajika kwa mujibu wa sheria. maafisa wote lazima wajichukulie kuwa wana jukumu la kuzuia matukio machungu na ya uharibifu, alisema Ayatollah Said Ali Khamenei. Kwa upande wake, rais wa Iran Dr. Masudi Pezekshiani amezungumzia uwezo wa bara la Afrika na ulazima wa kuwepo ushirikiano na kwamba Irani iko tayari kupanua wake na bara la Afrika katika nyanja zote. Dr. Pezekshiani amesema hayo katika mkutano wa tatu ushirikiano wa kiuchumi kati ya Irani na Afrika, na kueleza kuwa Irani iko tayari kuzishirikisha nchi za Afrika mafanikio yake katika nyanja mbalimbali mbali. Watu wote wanapaswa kusaidiana, kuunganisha mikono na kujenga nyumba iliyojaa amani, upendo, huruma, uhuru na ubinadamu, na kwamba badala ya kupanda mbegu za chuki na uadui wanapaswa kuunda urafiki, upendo, imani, urafiki na udugu, rais wa Irani alisema na kwa bahati mbaya, kuna kundi la wavamizi na wachochezi ambao wanakiuka haki za wengine na kufanya jinai. Walifukuza na kuua kundi kubwa kutoka katika ardhi yao na kutilia alama ya swali kwenye ubinadamu. Hawa ni viumbe wakatili na wauaji zaidi duniani, na wanaua watu wasio na hatia, wanawake na watoto, wazee kwa vijana, bila hofu yoyote na waziri mkuu wa utawala wa kizayuni wa Israeli Benjamin Netanyahu ameendelea kuandamwa na mashinikizo baada ya kufanyika maandamano mengine dhidi yake, huku waandamanaji wakitishia kumuua. Maandamano kwenye mtaa wa Kaplan mjini mjini Tel Aviv na kuonyeshwa vichwa vilivyokatwa na hivyo kutishia kumuua wa waziri mkuu Netanyahu yamekikasirisha chama chake cha Likud. Chama hicho kimemshambulia mkuu wa usalama wa ndani Shabak na mwanasheria mkuu wa Israel kikitaka waandamanaji wakamatwe na kufunguliwa mashtaka. Katika ripoti yake televisheni Israel 12 imeeleza kuwa katika maandamano hayo ya wapinzani wa Netanyahu kwenye mtaa wa Kaplan wa Tel Aviv , waandamanaji walionyesha picha ya vichwa vilivyokatwa mithili ya Benjamin Netanyahu kwenye suala ambalo limekasirisha chama cha Likud. Kwa mujibu wa ripoti ya chombo hicho cha habari cha Kizayuni, wanachama wa Likud ambao Netanyahu ndiyo kiongozi wao wamesema kuwa kuonyeshwa kwa vichwa vilivyokatwa na waandamanaji ni uchochezi na tishio la kumuua waziri mkuu wa Israel. Na katika majibu makali walimshambulia mkuu wa huduma wa wandani na mwendesha mashtaka aliyoko katika ofisi ya waziri mkuu. Wakati huo huo, matokeo ya uchunguzi wa maoni uliofanywa hivi karibuni yameonyesha kuwa wazayuni walio wengi wanaishi katika ardhi ya Palestina. Wazayuni walio wengi wanasema kuwa Netanyahu anapaswa kujiuzulu na kukubali kubeba jukumu la kushindwa katika operesheni ya wa wanamgambo wa Palestina ya tarehe 7 Oktoba mwaka 2023, na waziri mkuu wa zamani wa Israel Naftali Bennett amesema utawala wake zayuni wa Israel unakabiliwa, unakabiliwa kabiliwa na uhaba mkubwa wa askari jeshini. Benich amesema haijawahi kutokea hali kama hiyo ambapo Israel inahitaji idadi kubwa ya wanajeshi jeshini. Gazeti la kizayuni la Yedot Arhoth pia limeandika katika ripoti yake kuwa uhaba mkubwa wa askari jeshini umesababishwa na vita vya muda mrefu katika ukanda wa Ghaza na kuilazimisha jeshi la Israel kuongeza muda wa tahadhari. Televisheni ya Kan ya utawala huo pia iliwahi kuzungumzia uhaba wa askari katika jeshi la Israel. Televisheni hiyo inayorusha matangazo yake kwa lugha ya Kibrania ilieleza kuwa jeshi la Israeli limetuma, limewatuma katika uwanja wa vita huko Gaza wanajeshi wapya wa vikosi viwili vya Golan na kuhati bila kuwapa mafunzo. Wanajeshi hao waliajiriwa miezi minne iliyopita na kupelekwa kwenye uwanja wa vita bila kupata mafunzo muhimu na msemaji wa vikosi vya ulinzi vya Yemen ametangaza kuwa vikosi hivyo vimeshambulia kwa kombora kituo cha jeshi la anga la Israel cha Navatin. Brigedia Jenerari Yahasare ameeleza ya katika taarifa aliyotoa kwamba katika kuendeleza msimamo wa kuunga mkono wananchi wanaodhulumiwa Palestina na kulaani mauaji ya kimbari yanayofanywa na utawala wa kizayuni dhidi ya watu wa Ghaza, kikosi cha makombora cha majeshi ya Yemen kimekilenga kituo cha anga cha utawala huo cha Navitim kilichoko kaskazini mwa jangwa la Negev, kusini mwa Ari, zinazokaliwa kwa mabavu Sarei amebainisha kuwa operesheni hiyo iliyofanywa kwa kutumia kombora la ballistic la Palestina tu ilitekelezwa kwa mafanikio kutokana na mitambo ya ulinzi wa anga ya utawala wa kizayuni kushindwa kulitungua kombora hilo. Msemaji huyo wa vikosi vya Yemen ameongeza kuwa majeshi ya nchi hiyo ataendelea kukabiliana na uvamizi na uchokozi wa Marekani na ataendelea kupanua uwezo wake wa kijeshi kwa kuzingatia mabadiliko yanayojiri kwenye medani ya mapambano na kwa ajili ya kuwaunga mkono wananchi wanaodhulumiwa Palestina. Aidha, Brigedia Jenerali ya Hasare amesisitiza kuwa operesheni za ulinzi na uungaji mkono wa nchi hiyo zitaendelea hadi pale vita vya Ghaza vitakapokoma na mzingiro dhidi ya eneo hilo utakapoondolewa. na waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amesema kuwa Urusi iko tayari kusitisha mapigano bila masharti, lakini akaongeza na nukuu, tunataka hakikisho kwamba usitishaji mapigano hautatumika tena kuimarisha jeshi la Ukraini na kwamba usambazaji wa silaha lazima ukome. Akizungumza na mwandishi wa habari aliyohoji kwamba Kivu ilikuwa pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kabisa Machi 11, lakini Mosko iliweka mashati, bwana Lavrovu alijibu na nukuu, hapana, hayo sio mashati, hayo ni masomo ambayo tumejifunza angalau mara tatu wakati mikataba inayofanana na hiyo na tunayajadili sasa, ambayo imehitimishwa. Waziri huyo wa Urusi alikuwa akimaanisha mikataba kusitisha mapigano iliyohitimishwa huko Minsk, ambayo Kivu na Mosko anashutumu kila mmoja kwa kuikiuka. Lavrov amesema kwamba kwa usitishaji mpya wa mapigano, nchi za magharibi lazima ziache kuipatia Ukraine silaha. Kivu na washirika wake wa Ulaya hapo awali walitia hali, waliita hali hiyo kuwa haikubaliki, kwani Ukraini ingekuwa bila ulinzi mbele ya mchokozi. Utawala wa Ukraini unaungwa mkono na miji mikuu ya Ulaya na utawala Biden, ikiwa unataka kuanzisha usitishaji vita na kuendelea tu kusambaza silaha kwa Ukraini, lengo lako likiwa ni nini? Kulingana na Lavrov, Ulaya ilisema moja kwa moja kwamba inaweza tu kuunga mkono makubaliano ambayo hatimaye yataifanya Ukraini kuwa na nguvu zaidi, ambayo itaifanya Ukraini kuwa mshindi kwa ikiwa hilo ndilo dhumuni la usitishaji vita huu, na sidhani kama ndivyo Rais Trump anavyotaka, alisema Bwana Lavrov. Mwisho wa rubaa za kimataifa, mimi ni Awadhi Rashidi.